Kwanza leo tumekuwa na ukaguzi wa miradi miwili, mradi namba sitini na tano ishirini na tatu ambao unahusisha viwanja changamani, uh, ile recreational center, lakini uwanja ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa na ukarabati wa uwanja wa Uhuru ambapo leo hasa msisitizo, um, ulikuwa kwenye uh, kuangalia na kukagua ukarabati, maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru lakini hali kadhalika tulikuja kwenye mradi namba 6505 ambao wenyewe ulikuwa ujenzi wa jengo la kiwanda cha uchapaji uh, la Tanzania Standard Newspaper, TSN. Kwa hivyo tumefanya na kamati ya bunge miradi yote hii miwili tumewapitisha na wamejionea maendeleo yake. Maendeleo ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru tuko kwenye asilimia nane sasa hivi lakini kazi hiyo imefanyika ndani ya mwezi mmoja tu kama unavyofahamu. Kwa hivyo uh, naamini tuko ndani ya muda kwa kadri uh, tulivyopangiana na mkandarasi, na ndio jambo ambalo tulikuwa tunalitazamia baada ya kuamua kabisa kwamba tunataka marekebisho hayo yahusishe nini na nini na tunataka matokeo gani. Lakini hali kadhalika, ujenzi wa kiwanda hiki pamoja na ununuzi wa mitambo ambayo yote inatoka nje nje kwa ajili ya uchapaji, jambo ambalo litaenda kuinufaisha sana Uh, mchapishaji huyo wa magazeti ya serikali kwa maana kwamba kwanza atakuwa na uwezo wa kuchapisha magazeti yake mwenyewe, lakini atakuwa anatoa huduma ya uchapaji kwa watu wengine, makampuni mengine, taasisi nyingine ambazo zitakuwa zinahitaji huduma hiyo kote nchini. Na tumepata maelekezo, hatua zinapigwa, tunasogea uh, na kazi ya bunge ni kusimamia serikali, ile bajeti ambayo waliipitisha kuhakikisha inakwenda kufanya kazi kwa thamani ile ile ya pesa ambayo Uh, waliitoa. Kwa hivyo wamekuja, wameangalia kiasi cha fedha kilichotolewa na kazi iliyofanyika, hawana uh, uh, shida nacho, lakini tumepata maelekezo kuhusiana na kasi ya miradi hii yote na tunakwenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha tunawatendea haki umma wa Tanzania. Tumetembelea miradi miwili. Mradi changamani wa uwanja wa Benjamin Mkapa na uwanja wa Uhuru, lakini pia mradi wa ujenzi wa jengo ambalo litakuwa ni kiwanda kwa ajili ya uh, mitambo ya kuchapisha magazeti hapa TSN. Uh, nikianza na mradi ule wa Benjamin Mkapa uh, tumeona serikali ina malengo makubwa katika ujenzi wa miradi hasa hasa miradi ya, ya, ya kuendeleza michezo nchini, na tumeona namna ambavyo serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo pale uwanja wa Benjamin Mkapa serikali ina bajeti ya takriban bilioni thelathini na moja kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba uwanja huo uwa unakuwa na vigezo vya kuweza kuhosti michezo mikubwa kama ile ya AFCON na CHAN. Lakini, lakini kwenye eneo hile lile la uhuru tumeona serikali imetenga zaidi ya bilioni kumi na tisa kwa ajili ya kufanya kufanya ukarabati. Hayo yote ni maandalizi, pamoja na kwamba ni hatua za kuendeleza michezo nchini, lakini maandalizi ya kuweza kukua na, na, na vigezo kwa ajili ya kuhosi michezo ya, ya CHAN na, Af na AFCON hapa Tanzania. Lakini tumekuja hapa TSN, tumeona kwanza, tumeona, pita Tazara, tumeona mitambo mitambo ambayo itatumika kuzalisha nyaraka mbalimbali -mbali, magazeti, vitabu eh, na nyaraka nyingine za uchapishwaji. Na kwa kweli ni mitambo mikubwa, ni mitambo ya kisasa, ni mitambo ambayo kabisa itaondoa changamoto ya uchapaji wa nyaraka hapa nchini, hasa nyaraka ambazo ziko chini ya TSN kwa maana ya uh, kampuni hii ya magazeti ya serikali. Lakini tumeona jengo kama mnavyoona jengo jengo limefikia kwenye hatua nzuri ya ujenzi na, na tumehakikishiwa kwamba jengo hili litakamilika mapema Julai mwaka huu, na baada ya kukamilika ile mitambo itakuja kuwekwa hapo kwa ajili ya kuanza kazi eh, rasmi kwa tuna tunaipongeza serikali tunampongeza tuna sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa utayari kwanza, lakini pili kwa kutoa fedha hizo zote hizo zote kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Miradi hii italeta ajira kwa vijana hasa kwenye nyanja hii ya habari kwa sababu tayari hayo majengo hayo maofisi yote mnayoyaona hapo yatahitaji watu wa kwenda kufanya kazi. Lakini mitambo yote ambayo uh, mmeiona itahitaji watu wa kwenda kuiendesha. Kwa hiyo itazalisha ajira. Lakini, lakini itakuwa na, tutakuwa na uhakika wa habari kwa ujumla katika, katika nchi yetu hasa zile habari za magazeti. Unajua Aa, ukizungumzia habari za magazeti mtu mwingine anaanza kufikiria kwa nini siku hizi tuna tunapata tuna, tuna, tuna habari kwenye mitandao ya kijamii lakini habari za magazeti ni nyaraka. Kwa maana habari yako ikitoka kwenye gazeti unaweza kuihifadhi miaka na miaka, unaweza kuambatanisha kokote, inaweza kuwa ni sehemu ya nyaraka ambazo zinaweza zikahitajika hasa haya magazeti ya serikali, kwa sababu yanatoa matangazo ya kazi yanatoa eh, matangazo ya tenda na, na kadhalika na vitu vingine muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kwa hiyo ni hatua ambayo tunaiona inakwenda kutatua changamoto kubwa ya, ya, ya uhitaji wa nyaraka za namna hiyo katika nchi yetu. <coughs> Uh, huu ni mradi ambao namba 6505 ni moja kati ya mradi muhimu kabisa wa serikali na TSN ndio inausimamia. Kwa hivyo lengo kubwa la waheshimiwa wa bunge, kamati hii ya kudumu ya bunge ya Elimu, Tamaduni, Sanaa na Michezo, wao wamekuja kwa ajili ya kuona utekelezaji wa mradi huu. Aa, kubwa kabisa walilosisitiza katika mazungumzo yetu ni uwezekano wa mtiririko wa fedha kwa ajili ya kukamilisha mradi huu ili basi TSN iweze kujiendesha aa, kwa faida na kwa ufanisi mkubwa kubwa kabisa ni kwamba TSN inaenda kuwa uh, shirika ambalo linakuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kifedha, na utegemezi kwa serikali unaenda kupungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tunasema kwamba kwa sababu sasa hivi tunachapa magazeti yetu kwa mtu binafsi, uh, tuna upotevu mkubwa wa fedha ambazo tunapeleka huko. Tutakapochapa gazeti letu sisi wenyewe tunaenda ku, kuokoa kiasi cha asilimia 60 cha mapato ya TSN.